Wewe we, Em njoo hapa, njoo hapa, staki uta? Njoo bwana, njoo njoo, njoo nikupe pipi. Utaki pipi ha? pipi umu, njoo chukue pipi wama ndazimu, hasa mi nje kuchukua pipi, umesikia? Mimi mtoto mdogo. Ah, sasa sikia nikwambie, wewe umeishtukie? Umeijua hiyo? Sasa sikia nikwambie kitu kimoja, wewe Eh? unakumbuka siku ile nilikukanda. Siku nakumbuka vizuri nilikukanda, sasa siku ile sijakukanda vizuri, nataka leo nikukande, yani ili navyotakiwa mpaka utoke damu, otherwise mm, leo nikikukanda leo, Ngadu ataniteka, ataenda kunivua chupi. Siku ile alinipiga akanifunga kamba akaniacha, leo ataenda kunivua chupi? Hapana, sasa leo sikupigi wewe Leo nakuacha kama ulivyo, ila nakutuma, nenda kamwambia huyo kakaako Ngadu huyo huyo, Ngadu anajiita sijui mfalme, mfalme wa wapuuzi, sijui mfalme wa masera huyo, yani ama zake ama zangu. Huyo Ngadu asijidai kwamba yeye huu um, mtaa wote anauweza. Sisi wenyewe wafalme tupo hapa, tumetulia tunajiweza. Umeone sisi wenyewe tuna, tuna, tuna, tuna ufalme wetu mtaani. Kama mimi unaniona mimi, nataka uende kamwambia kwamba umekutana na mtu mmoja anaitwa Mkinga Lukewe Ogene Oshuku Jonse ndo mimi hapa. Nitakachokuja kumfanya huyo kaka yako huyo, huyo atajuta. Mimi nakwambia kabisa, sasa hivi nitampiga mpaka yani polisi watakuja, wata wataniambia wataniambia msamee, msamee. Yani polisi watakuwa wanamuombea msamaha. Mimi nakwambia kabisa, sisi wengine atutakae kujionyesha maasira sira ma yetu kwa watu Tushoe kufanya vita mpaka ikafikia steji serikali yenyewe ikaingilia kati Hey, iliingilia kati kwa sababu mimi nishawi kuanzisha vurugu mpaka mpaka TFF wenyewe waliandika barua kwamba nitulie. Mimi hapa unavyoniona mimi sasa nakutuma kutuma wewe ndo kamwambia kwamba ngadu bwana blaza, nimekutana na Mkinga. Mkinga kasema at, mazako ama zake. Hey, nakwambia hala wewe wanjua vizuri mimi Nashangaa anaopoka anaopoka tu, halafu kaka yangu, sijui Ngadu kama waweza kwenda kuongea na kumwambia wewe mwenyewe hasa, nsimamisha mia nini hapa, waanza kusema ho ho, sijui lili na lili. Mi ninakwambiaje? We usinione hivi tena, mimi ninakwambia, nikaenda kuvuta bangi hasa, nataka nipulize. Maana mwona kangu Ngadu aivuta, sijui leza gani, nataka nipulize afunje kuanzisha timbwili timbwili, sijui umenielewa hoya? We hoe, punguani mkubwa wewe, wansimamisha simamisha tu watu, umesha pagawa saa hivi na vichwa vyetu. Udogo vipi? Yeye ananifokea kabisa le anavimba.